You are watching B-boy Feed TV, like subscribe, kisha tanya notification. Asante hey, ban. Leo niko na mjukuu wangu kanambia, sikubali Doto, lazima nikirudi tuwe wote live. Huyu hapa na naye na ndo masta wa mwisho duniani na ndo mabilionia sasa. Ujua mchezaji mpira tofauti na mwimba mziki, mchezaji mpira, mwimba hilo naongea mpira, anaenda kuchinda, mwimba mziki hilo naongea ha. Huyu hapa ndugu yangu mchuru, na hapa katoka ndugu yangu, na hapa katoka mazoezini, Kokobichi, njoo mjukuu wangu Namna gani? Vipi nakula dola zangu kwanza. Mimi ndio na jezi kwa jezi yangu, jezi iko tena jezi, jezi iko ya mama, nakupatia kwa kwa kwa kwa jezi kwanza mambo kwanza. Mwanangu kanletea jezi hapa, uzi safi hiyo hapa, ngoja ngoja, hii hapa, naona mambo suba. Hii hapa mwanangu kanletea jezi hii hapa kutoka Ulaya. Eh, e bane ni wasamba vichogo, ngikwa urafiki yako ngijidai kweli, mapicha nini? Uongo, uongo ngomba paka viatu sina. Kujua ndio kwa Dar es Salaam. Wewe acha maisha hayo, wewe.

Hivi atuongei wala tukusogelei. Yaani, kwanza uko na yaani huko, yaani acheni mshamba, badilikeni. Zoea dunia, zoea mila na desturi. Sawa? Na ndugu yangu sawa, tuko pamoja. Bei gani hapo? Maisha wajua kujitafuta, ngoja huyu mwana. Sasa tuna shida na mayai sawa? Na nipe 5000, chukua 5000. Kisha sema asante. Asante. Haya. Maisha hayo. Na mimi ni kwa kwa kwa ndugu yangu Msuva anachukua madola. Nipe na 5000. Sawa, ndugu wangu. Unakaa vipi wazo? jianimjanau Mungu akubariki. Naona mambo ndio maisha eh, lakini mtu mwingine angekuja hapo, uko na staa kama u bilionea Msuva ungemfukuza mzamai. Unazarau dunia, usizarau mtu hata siku moja. Huyu ana familia yake, naye saa hizi analipa umeme, akirudi uongo moozangu. Hey, watu wanamsubiria la umeme